Dada wa Taifa Mange Kimambe ameamua kumcharua tena msanii wetu Diamond Platnum. Kama ambavyo tunafahamu, kwa sasa hivi Diamond amepata wimbi zito la kususiwa na mashabiki zake. Unaweza kuona msanii um, Zuchu ambaye yupo katika rekodi lebo WCB aliyeachia ngoma yake mpya ya Reason, lakini mpaka dakika hii ngoma hiyo ina takriban wiki tatu, lakini ngoma hiyo haijafikisha hata views laki mbili kule katika ukurasa wa YouTube. Sasa ni ambacho kinaendelea kuathiri sanaa ya muziki kwa ujumla na ni kitu ambacho kinaendelea kusababisha wasanii uh, washindwe kabisa kuendeleza maisha yao, uh, kwa sababu tu hawapati pesa uh, bila muziki hawezi uh, kupata pesa bila show hawezi uh, kupata pesa. Sasa kitu ambacho kipo kwa sasa hivi kinachozungumzwa mitandaoni kwa asilimia kubwa sana lakini pia Mange Kimambe ameamua kukizungumzia ni kwamba wasanii wa Bongo wanatakiwa kuacha kiburi uh, na kuja mbele ya media na kuomba msamaha kwa yale yote ambayo eh, waliyafanya. Ukiangalia okay, wasanii ambao eh, wananyoshewa vidole kwa asilimia kubwa sana ni wale ambao walizungumza maneno magumu sana eh, kwa wananchi eh, au kwa mashabiki zao. Unaweza kuona ile video ambayo Diamond eh, alikuwa pamoja na Juksi, pamoja na Omidimpos, pamoja na Mario, walizungumza maneno magumu sana kwamba watu wafanye kazi, eh, watu waache kulialia mitandaoni mambo kama hayo. Sasa ukiangalia zile kauli ambazo walizizungumza, ndizo kauli ambazo zimepelekea mpaka dakika hii mashabiki wamesusia kabisa kazi zao, lakini tunaweza kusema hili suala limewaathiri e, wale e, watu ambao eh, wapo katika lebo wa WCB wasanii ambao wapo katika lebo wa WCB lakini pia msanii Diamond Platnum, kwa ujumla, kwa sababu, eh, tukisema limewaathiri wasanii wengine tutakuwa tunakosea, kwa sababu Mario ameachia ngoma yake mpya video ya Olua eh, na ngoma hiyo imeweza kufikisha views nyingi sana. Sasa hivi ni zaidi eh, ya views laki tano katika ukurasa wa YouTube na kila mtu anashangaa mbona Mario na yeye alikuwa katika mkumbo eh, mbona mashabiki wameamua kumsupport, lakini kumbe tukaamini, eh, wasanii sio kama support imepungua kwa mashabiki zao, wanatakiwa kuachia ngoma kali, ngoma nzuri, ili mradi tu maisha yaendelee kusonga mbele. Na kitu kikubwa ambacho Mange Kimambi ameamua kukizungumza hapa leo ni cha tofauti, sio kwamba namna ambavyo anazungumza siku zote. Ameweza kumkumbusha tu Diamond Platnumz kuhusiana na swala zima la baba yake mzazi. Tunafahamu wazi mzee Abdul anaishi maisha magumu sana, licha ya kwamba kuwa na mtoto superstar, kuwa na mtoto ana pesa, mtoto ambaye ana uwezo wa kumwambia mama yake kesho anaenda Dubai na mama yake akaenda kaenjoy. Sasa ni kama vile Diamond amemtupa baba yake. Mange kimwambia, akamkumbusha Diamond kwamba huenda hii ni laana ambayo uliipata kwa baba yako, kwa sababu ukiangalia yule ni mzazi wake tu, angeamua kumsaidia. Licha ya kwamba mzee Abdul alifanya makosa hapo nyuma akawatelekeza yeye na mama yake, lakini asingetakiwa kulipiza kisasi, angeamua kumsaidia baba yake, angeamua hata kumnunulia nyumba, angeamua kumwanzishia biashara maisha ya Mzee Abduli yaende. Mzee Abduli nafikia hatua nguo ambayo anaivaa ni nguo ambayo unaiona kabisa imepauka, sio nguo ambayo labda ina quality fulani. Na ukiangalia Diamond mara nyingi sana nguo zake anavaa siku mbili siku tatu anagawa kwa washikaji. Kwa nini asimnunulie baba yake mavazi? Kwa nini asimfanyie baba yake vizuri? Hata kama baba yake alikosea, Mange Kimambi amemkumbusha tu kwamba, Diamond, unatakiwa kukumbuka nyuma, unatakiwa kumkumbuka baba yako, kwa sababu huenda hichi kitu ambacho unapitia sasa hivi kilicho kutokea, basi ni laana ya baba yako mzee Abduli. Mzee Abduli ni baba yako, na unatakiwa kurudi nyuma kuja kumuomba msamaha, lakini pia na yeye alisha kuomba msamaha, maisha mengine yaendelee. Haiwezekani mama Dangote anaenda Dubai anakula maisha, lakini yeye mzee Abduli anakosa hata chakula chakula siku nzima anakosa. Hivi kweli Diamond Partner mwana anamkumbuka kweli baba yake amkumbuki? Na ukiangalia nyuma baada tu ya Mzee Abdul kumomba msamaha Diamond na Diamond akamsamee, tuliidhani au kufikiri labda huenda Diamond partner ataamua kumnunulia nyumba baba yake, ataamua kumfanyia mambo fulani, ataamua kumwonyesha baba yake upendo, uh, kumtunza, kwa sababu Diamond ashindwi kitu chochote, ashindwi kumpangishia baba yake nyumba na kulipia, ashindwi uh, kusema kuweka hata mfanyakazi pale ndani akamwangalia baba yake akamtunza vizuri, lakini amemhususa moja kwa moja. Hatuwezi kujua ni kinyongo Yani yake licha ya, yale, makosa ya, ke, ya lakini copyright sura ya, Diamond ndio sura ya Mzee Abduli ambayo tunaiona, yani wamefanana kwa asilimia kubwa sana. Mange Kimambe amefanya tu kumkumbusha Diamond kwamba anatakiwa kuelewa kuna laana ya mzazi, na laana ya mzazi inashika. Haijalishi yule baba yake amemfanyia kitu gani, anatakiwa amsamehe, maisha mengine yaweze kuendelea. Wewe kama shabiki, una lipi la kuzungumza? Tochea maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na not on notification.